Yo, msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania, Barnaba Ebana amefunguka kwamba anachokizungumza Mwijaku kwenye mitandao ya kijamii, kuendelea kuposti kwamba Barnaba kama vile haheshimu jitihada ambazo Malem Luge alimfanyia kwake yeye. Sasa ameweza kumchana Mwijaku, ana uwezo mdogo wa kufikiri kupitia yeye. Barnaba aliweza kufunguka ambapo na mnukuu, kwa maneno yake ambayo aliweza kuyasema: Mwijaku ana uwezo mdogo wa kufikiri na anachokifanya katika wakati huu ni kama vile anasahau kwamba mimi ndiyo ambaye nilimpokea na kuweza kumleta kwa Ruge Mutahaba. Maneno haya aliyazungumza eh, Barnaba, lakini pia nikukumbushe yote hii ni mara tu baada ya Mwijaku kuweza kupost kupitia kurasa zake za eh, kijamii kwenda kumchana eh, Barnaba, kwamba Barnaba anasahau eh, mambo mengi mazuri ambayo Male Ruge aliweza kumfanyia kipindi hicho, na sasa hivi anaendelea kumpa maua yake, eh, Diamond Platnumz kupitia kurasa wake wa Mwijaku. Siku tano ambazo ziweza kupita aliweza kupakia posti ambayo posti hiyo ilikuwa inasomeka hivi: Ruge ndio alikushika mkono na sio Mwambino, usiwe mchoyo wa shukrani, kwa sababu ara amekufa. Kumbuka namna Ruge alikupambania, tuliweka nguvu zetu kwako. Mimi namwita leo unatusahau, kisa mwa mbino. Mungu atatulipa tu. Huo ndo ujumbe ambao e, Mwijaku aliweza kuposti siku tano ambazo ziliweza kupita na baadhi ya maneno mengi sana kuendelea kuzuka pale kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi ya watu wakiendelea kumponda, wengine wakiendelea kumsifia e, Mwijaku, lakini kila mtu yuko na mashabiki wake. Kwa upande wa, wa Mwijaku ni kama vile kuna baadhi ya watu ambao walikuwa na support hiyo issue ambayo e, Mwijaku aliweza kuipost hapa, lakini kwa upande wa Barnaba kaweza kuwaachilia mtazamo wake na kuweza kusema kwamba ni kama vile Mwijaku ana uwezo mdogo wa kufikiria. Tupe mtazamo wako kwa mb a burudani kutoka kipande chochote ambacho up right now, uko na mtazamo gani? Subscribe kwa taarifa kadha kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Until next time, bye bye.